Sekta ya elimu sio ya mwalimu peke yake wala sio ya afisa elimu peke yake. Sekta ya elimu ni ya jamii nzima, na kama watoto hawaleti matumaini kwenye shule zao, jamii nzima inasononeka. Yani kama watoto wanafeli, wanafeli, wanafeli, wanafeli, jamii nzima ina paralyze, nakata tamaa. Najiuliza maswali mengi kwamba hivi tunakwenda wapi kwa namna hii, ni kizazi gani tunakiandaa. Kwa hiyo reaction ya jamii ni kubwa sana kwenye elimu, ni tofauti kabisa na, na sekta zingine. Sekta zingine ukikosea, uki matokeo ni pale pale yanaonekana. Lakini lazima tuangalie utekelezaji, utekelezaji wa shule zetu kuanzia darasa la kwanza mpaka madarasa ya juu hizi, tuna changamoto zipi ambazo zinaweza zikaondolewa na ambazo ziko juu ya uwezo, lakini lazima tuangalie matokeo ya vidato vyote. Kama ni darasa la pili matokeo yakoje? Kama ni darasa la nne matokeo yakoje? Kama ni darasa la saba matokeo yakoje? na kadhalika na kadhalika. Lakini lazima pia, kama nilivyosema awali, lazima tusikizie umma unasemaje. Tunakwenda vizuri, kwa miaka yote mitatu niliyokuwepo hapa imekuwa namba mbili katika mkoa. Katika halmashauri zetu zote nane, Songea manispaa imekuwa na namba mbili katika performance lakini haijafanya vizuri sana ukilinganisha na miji mingine iliyoko makao makuu ya mkoa. Utafutaji wa maarifa katika mji wa Songea umeanza zamani sana, kwa wamishonari wanakuja tayari biashara ya kusoma ilishaanza. Wamishonari walipokuja wakaongezea jenga maseminari yao mbalimbali na mashule yao mbalimbali mbali, kwa ajili ya kusomesha watu mbalimbali. Hii mbali, ni jamii ambayo civilization yake ilianza kale sana ustaarabu ustaarabu ulianza zamani sana katika mji wa Songea kwa dini zote, education civilization, katika mji wetu ni kitu cha zamani mno, sio kitu kipya, na kwa kweli mji huu umetoa wasomi wengi na mkoa huu umetoa wasomi wengi sana. Hata hivyo kuna mahali ambapo tumejikwaa, kwa sababu matokeo yake hayafurahishi umma. Rais wa chama cha waalimu alikuja, katika hotuba yake alisema, alipokuja hapa alibaini kwamba performance katika shule za msingi wilaya ya Songea ni mbaya mwaka jana na aliporudi sasa hivi bado hajaona kama tumeiguvu sana. Sasa tathmini ni kuangalia mambo mengi ambayo aidha umeenda nayo vizuri, na unahitaji kuyaendeleza au kuyaongezea zaidi yafanye vizuri zaidi, au pale ambapo haujafanya vizuri tafuta namna kufanya vizuri zaidi. Nikiri kwamba kwenye manispaa yetu bado tuna changamoto kweli, matokeo haya bado haya reflect kile ambacho kinatarajiwa. Kama wadau na kama watumishi kwenye sekta hiyo, tunahitaji kukaa vizuri kabisa na kujipanga. Nadhani tukijipanga vizuri, lazima kwanza, mimi nilitoa ahadi ya unua mbili za fotokopia ambazo ni aina ya liso. Unafahamu performance ya liso, tumesha nunua moja na moja, tunaenda kuitekeleza muda si mrefu. Lengo ni kuwapunguzia gharama za chapaji na uzalishaji wa mitihani walimu wetu, ili waweze kuzalisha mitihani mingi na watoto wetu wazifanya majaribio mengi kadri, sababu cost ya ile mashine kwenye wino lakini na, na production ya karatasi ni nzuri zaidi kuliko mashine nyingine zozote. Kwa idara ya elimu msingi tukiwa na mashine mbili lakini kingine ambacho bado tuna changamoto nacho, mkuu wa wilaya yetu, ni swala zima la lishe. ili na wewe ni mwenyembao unatuongoza mara kwa mara mala hivyo vikao, kwa kweli bado tuna changamoto huko, wazazi bado hawajatuelewa. Kwa hiyo kama wadau, nafikiri kuna eneo hilo tutaliangalia pia, taki kwa preempt mawazo yenu, lakini nina hakika ni sehemu mojawapo ya kuturahisishia matokeo ya maa. Tumetenga fedha angalau na mwakani tena, Mwenyezi Mungu akitusaidia, ambapo bajeti tunaanza hivi karibuni, ya kuwapa walimu ambao wamefanya vizuri zawadi, ili waweze kupata moyo zaidi, na wale wengine ambao hawajapafomu vizuri waweze kupata msukumo wa um, kufanya vizuri zaidihismaa mtihani kwa zaidi. usalama kumi na tatu na wasichana. Aidha, watahiniwa elfu sita mia nne ishirini na tisa sawa na asilimia tisini na sita nukta nane walifanya mtihani, ambapo watahiniwa elfu mbili mia tisa sabini na mbili wa vulana na elfu tatu mia nne hamsini na saba na wasichana Hali ya ufaulu wa mtihani na saa saba ishirini na tano. Jumla ya watahiniwa elfu tano mia sita thelathini na tano sawa na asilimia themanini na saba nukta sita nne wakiwemo wavulana elfu mbili mia tano arobaini na nne, sawa na asilimia themanini na tano nukta tano saba, na wasichana elfu tatu na tisini na moja, sawa na asilimia themanini na tisa nukta arobaini na moja, wamefaulu mtihani wa kumaliza elimu ya msingi kwa mwaka